Hapa nitakuletea tiba rahisi na haraka sana. Kama umechunguza na wamekwambia una changamoto ya minyoo, nimeshaelezea dalili za minyoo kwenye klipu zilizopita. Sasa hapa tiba. Kwanza, kunywa dawa za minyoo, mebendazole ipo pale sasa hivi, kuna natoa pia, zimekuwa ni dawa nzuri sana ambazo zinakusaidia sana kuondokana na changamoto ya minyoo. Namba mbili, rudia baada ya siku kumi na nne kama una pinworms. Kama una pinworms ndugu yangu, baada ya siku 14 baada ya kutumia hizo dawa, basi kisha unarudia ili kujiweka zaidi. Lakini pia safisha mikono yako mara kwa mara, mikono yako hakikisha uh, iko safi mara kwa mara na kabla ya kuchukua kitu kuweka uh, mdomoni. Lakini pia hakikisha unaepuka kula vyakula visivyooshwa vizuri, eh, unafika una unachukua, ni hatari kwa afya yako. Lakini pia kula viporo mara nyingi, viporo ambavyo vinakuwa vimewekwa kwenye sehemu awazi vinaweza vikawa na minyoo mbalimbali. Kwa hiyo hakikisha unazingatia hayo, itakuwa ni rahisi sana kuondokana na changamoto ya minyoo.